2025 ulikuwa mwaka wa mafanikio lakini pia wa mparaganyiko kwa Afrika. Bara hilo lilishuhudia chaguzi kadhaa za urais tangu Cameroon hadi Côte d'Ivoire na hata nchini Tanzania. Lakini misingi ya kidemokrasia ilikumbwa na msukosuko, kuzimwa kwa interneti, vizingiti kwa vyombo vya habari na viongozi kung'ang'ania madaraka viliyozusha maandamano na furumai. Fadhaa za vijana na kukosekana taasisi imara za dola vilichochia machafuko. Vijana wa Gen Z walishinikiza mageuzi wakitaka haki zaidi wazi kwenye siasa, kushirikishwa na kulindwa dhidi ya ukandamizaji. Mapinduzi ya kijeshi yaliendelea kuitikisa kanda ya Sahel na Afrika Magharibi. Guinea Bissau ilishuhudia mapinduzi, huku Benin kulikuwa na jaribio la kuiangusha serikali. Kusini mwa Afrika, kiongozi wa Madagaskar aliondoliwa madarakani na jeshi. Kwenye jukwaa la kimataifa, Afrika ilichukua kiti cha kudumu ndani ya kundi la G20. Na Afrika Kusini ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa kundi hilo uliofanyika kwa mara ya kwanza Afrika. Mkutano huu ulijikita kujadili ufadhili kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi, kupunguzwa kwa madeni na mageuzi ya uchumi wa ulimwengu. Rais Donald Trump wa Marekani alihususia mkutano huo. Kwenye kanda ya Afrika ya Kati, daraja la Lugone linalozunganisha Cameroon na Chad lilifunguliwa, hatua itakayochochea uchumi kwa kuimarisha njia ya usafirishaji kwa wakazi waishio, wa ishio kando kando mabonde la Ziwa Chad. Nchini Ethiopia, bwawa kubwa zaidi la kufua umeme barani Afrika lilizinduliwa. Limeongeza maradufu a uzalishaji wa umeme wa nchi hiyo na kufungua milango ya matumizi ya nishati safi, ukuaji wa viwanda na biashara ya umeme. Licha ya mafanikio, maumivu yaliendelea nchini Sudan, vita vilizidi makali. Kwenye kanda ya Sahel, makundi ya jihadi yalizilazimisha familia kuikimbia miji yao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na Msumbiji, machafuko pia yalishuhudiwa. Pamoja na yote, Afrika iling'ara michezoni. Wanariadha wa Kenya walitikisa mashindano ya wa kimataifa ya riadha. Kandanda nayo iliwaunganisha mamilioni. Afrika Kusini iling'ara kwenye michuano ya wanawake ya AFCON na Moroko ikaandaa fainali za AFCON mwishoni mwa mwaka. Hakika elfu mbili ishirini na tano ulikuwa mwaka wa mchakamchaka mchaka kwa Afrika. Lipi unakumbuke lilikuwa jambo kubwa kabisa barani Afrika kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano?